Nam, kwa mujibu na utaratibu wa katiba za nchi, Rais Daktari William Ruto anatarajiwa kutoa hotuba yake rasmi kwa wakenya leo, na hizi hapa baadhi ya maoni kutoka kwa wakaji wa mji wa Narok kuhusiana na hotuba hii. O, o, watu security kama mimi sasa, vile nimesimama hapa, aongee hiyo mambo. Pia sisi tupee masilaha, yan ile ambayo tunasajichunga nayo tukiwa kasini, tukitafuta haki yetu. Rungu haisaidi eh, slah kama bundukiuu, eh, askari ni askari ya, tunachunga mali ya wenyewe. Sasa sasa hizi tukae na rungu tu. Maongeo yake kusema ukweli ni aongee kuhusu mambo ya kujanga nchi, yes, maendeleo, mabarabara, mastima wa watu wawekewe. Kama sisi hapa Naro kuelekea Pulonga hakuna, hakuna stima ijafika huku na inafaa kuwa imefika. Kwa hivyo aongee vitu ya kujanga watu, sio mambo ya kuingiliana kisiasa. Najua ikona kati ambayo eh, serikali alitupea mbolea ambaye ni ya mchanga tu. Sasa hata leo niko na tumaini ya kwamba anatukumbuka leo, kuturahisisha kuteremshia kila kitu ya uchumi ya ita chakula kwangu, mi naweza sema arekebishe mambo, na sha na tena, kitu inaitwa ikonomi yetu ni kama ndio hiyo inadhoofika waangalia waone vile watarekebisha na mambo yote inaweza kuwa sawa. Hawa majirani wetu ambao walifanya uchaguzi juzi, nasikia na, kwamba wakenya fulani wametekwa nyara huko huko Tanzania. Naomba yeye kama aongee na mwenzake ko Watanzania waone vile watasaidia Wakenya, isikue kwamba nchi mbili, nchi majirani wanazozania kitu kidogo, mambo kama ya Indian Ocean tunasikia kama wa Uganda wana teta, teta kidogo kwamba Indian Ocean wanataka sijui kuichukua ama nini. Haistahili majirani wao wa wanaishi hivyo. Yeye kama rais anastahili asimame na nchi yake na tetee nchi yake, mipaka yote ya Kenya ailinde vile inavyotakikana. Unaona, mandugu zetu ma Tanzania pale wanatezwa, Uganda pale wanatezwa. Asijajua ni nini iko shida katika mpaka hiyo. So, rais wetu wa Kenya, sababu wewe ndio kiongozi wetu na ndio tunakutarajia, tunakuomba utulinde, hata sisi tukiwa taifa hizo, maana hata hawa wengine wa Watanzania wako hapa na pia wa Wauganda wako hapa ah, hawako safe Kenya, lakini nashindwa. Sisi tunalia pale kusikia wale wako nchi zingine kama Qatar, wengine wanaletwa kama wamekufa na sijui ni nini, wanaua. Ruben Motochi, runinga ya Citizen. Shukran sana. Niko katika kaunti ya Taita Taveta wakati ambapo rais William Ruto atakuwa analihutubia taifa. Je, ni maswala gani ambayo wananchi wanataka serikali iweze kuyaangazia? Na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Nchi yetu, kuna maswala mengi ambayo rais anatakiwa waangalizie. Kiuchumi sisi wananchi wa kawaida ambao tuko huku chini hatuoni pesa maswala ya afya, maswala ya uongozi, watu wametekwa nyara na serikali. Serikali yenyewe bado haiangalii ay, ay, maswala hao. Tukiangalia katika nchi yetu, kama jirani, Wakenya wenzetu ambao wako nchi jirani wanadhulumiwa, na serikali yetu imenyamaza. Kitu kama serikali ya Mheshimiwa Rais Ruto anatakiwa alinde mwananchi wa Kenya ambaye yuko Kenya na ambaye yuko nje. Gharama ya maisha kwanza aongelee kuhusu uchumi. Nilisikia juzi akisema kwamba uchumi uko, uko unaendelea kupanda. Unapandaje na unga bado hata haujawahi uja, uja, kushuka? Chakula akijawahi aki, aki, aki kushuka. Sasa ile, ile kitu ange, ange, angefanya ni kwanza alishe watu wake. Serikali ni ile inaangalia watu wake kiafya, kimasomo, watoto wao wasome basi. Kiangalia, rais amepambana sana, kwa sababu ile ndeti ambayo ilikuwa imekalia ngumu sana Kenya yetu imepungua kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana tunaona sasa uchumi umeanza kuimarika licha ya kuwa Uh, hii taxation ambayo ni ya wananchi ilikuja wakati usiofaa. Maana wengi wanalia kwa sababu ya ukosefu wa, wa, wa, wa, wa kazi, na tukiangalia sasa hivi maisha yanaendelea kuwa avueni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vile ambavyo wananchi wanazidi kujikakamua na kulipa taxes ili tuone ya kwamba Kenya imeamerika na hiyo deni imeweza kuisha. Aongee kuhusu yale mambo amefanya, si arudi tena aanze kuahidi. Watu wamechoka na kuahidiwa, hakuna chochote kwa sababu Sema, by January watagoma. Hizo vitu angalie sana, kama kuna kitu anataka asicheze nayo ni, ni elimu na afya. Hizo ndio vitu anataka aangalie sana, kama ni ka, vijana wapewe kazi, si watu wanatoka huko wanaenda kuanjiriwa zinjini si za nje, ambapo huko, hukohuko ndio wanakufia. Kwa hiyo angalie sana vijana wapate kazi hapa kwetu Kenya, kazi ziko si ati hakuna, lakini tume, watu wamesha kuwa utumwa kwenda nje. Ndizo kauli za wakaazi wa kaunti hii hapa, wakitoa wito kwa serikali kuweza kuangazia kuhusiana na gharama ya maisha, wakisema gharama hiyo imepanda hata zaidi, na vile vile wakitoa wito kwa serikali kuangazia swala la ukosefu wa ajira, hasa miongoni mwa vijana. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Naam, Joho, shukrani sana kwa taarifa hiyo kutoka uh, Taita Taveta. Labda nikiongeza tu kuhusiana na yale maoni, kuna mmoja hapa George kutoka Harambee Avenue, nikimnukuu kwa Kiingereza, anasema Lulu, the driver of Kenya's economy is education, agriculture, manufacturing, tourism, health and security. Akisema kwamba affordable housing isn't one of them, no economy in the world over has ever grown through affordable housing. Huyu ni George kutoka Harambee Avenue. Labda nikimuuliza John Kamao, je, unahisi kwamba priorities zetu ziko wrong? Yes, ukiangalia kweli rais anafanya mm. Anasema kwamba anafanya vizuri yeah. Kimtazamo wake mm. Lakini chini mashinani mm. Hawajafilio kwamba kweli huyu amefanya yeah. Je, huenda ukahisi kwamba labda priorities za serikali ziko tofauti kiasi? Yes. Asante. Kabla sijajibu hilo, ndugu yangu alinitaja sana mm. Nataka tu kumkumbusha kwamba uliniuliza matarajio yangu siyo yake. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia ya John Kamau, si ya Java sibiga pili. <laughs> Uh, kuja kwa swali lako, ukiangalia wale wa Kenya ambao ninasikiza pale katika runinga, wote wanalia kwa sababu yanayowahusu kama vile nilitangulia kwa kusema, hayazungumziwi hayatekelezwi, yasiyowahusu yanatekelezwa yanazungumziwa. Na unajua serikali zote huja kwa sababu ya kuwatumikia watu, si kujitumikia. Na wakati unasikia watu wana hasira kiwango yale ya, ya, ya, ya ambayo tunasikia katika runinga kutoka maeneo mbalimbali, unajua kwamba serikali haiwatumikii watu, na kama haiwatumikii watu kumaanisha y kwamba priorities ziko mbaya, kwa sababu iwapo wangekuwa wanatekeleza ndugu yangu ameniambia kwamba nilikuja ya yeah, mimi ninalala nje ya Kenya, ninaingia asubuhi <laughs> <laughs> <laughs> ni vizuri tu kabla sijaendelea, nimwambie saa nane ni na nusu John Kamau hatakuwa anahutubia taifa katika yes. maeneo ya bunge itakuwa ni William Ruto. Kwa hivyo tujaribu sana kuzungumzia yule ambaye atakuwa anatoa hotuba, hilo litawasaidia mm -hmm. wananchi sana mm -hmm. Lakini uh, nikuja nimalize kwa kusema kwamba mwananchi wa kawaida anasema nini? Anakwambia mambo ya uchumi na haijalishi hata unga ikija ishuke ifike shilingi kumi. kama mkenya hawezi akamudu kama hawezi afford it doesn't matter na kwa hiyo wanaweza taja ndio nilitangulia kusema kwamba watataja ma figures vile inflation sijui imetoka wapi imeenda wapi lakini yale mambo ambayo yanatajwa mwananchi wa kawaida anaweza kuyafeel usitwambia kwamba umeteremsha bei ya unga sijui kutoka 300 mpaka 200 wana hiyo 200. Lakini hicho ndo mko mkililie, mnasema kwamba tunataka bei irudi mahali, kwa sababu tulikuwa na pesa, ni vile unga ilikuwa juu, lakini sasa yeye aliteremsha unga akabeba pesa, unaelewa? Kwa hiyo hakuna kitu ambacho tulisaidika nacho, kwa sababu saa hii ukisikiza mwananchi wa kawaida <laughs> mwananchi wa kawaida atakwambia kwamba ingawa unga pengine bei iliteremka, saa hii hawezi kuimani, ndio maana wanalia anaweza akasema inflation imetoka sijui asilimia tisa mpaka nne, lakini mwananchi wa kawaida ambaye atajui ataji inflation inamaanisha ina nini, anaona maisha yake yamekuwa magumu zaidi chini ya uongozi wa William Samoei Ruto. Mm -hmm. Na kwa hiyo ile mipango ambayo William Ruto alikuja nayo alikimbia kubadilisha mambo ya SHA. Alipoingia tulikuwa na NHIF ambayo kwa mawazo ya Wakenya wengi ilihitaji tu kufanyiwa kazi kwa sababu leo hii zile ta, matatizo ambayo alikuwa anasema kwamba alitaka kukimbia kutoka kwa NHIF yapo. Hmm. Saa hii ndugu yangu ameniambia kwamba mambo ya afya yamegatuliwa, ambayo ni kweli, lakini unajua kwamba SHA ndio ambayo inalipia wagonjwa. Hmm. Na SHA SHA iko chini ya serikali kuu. Hmm. Wasipolipa, hmm, ni kumaanisha kwamba dawa hazitafika. Hmm. Hmm. Anafaa pia kujua kwamba ile inaitangwa KEMSA ambayo inafanya madawa zivie kwenye mahospitali mm -hmm. Haiko chini ya serikali za kaunti, iko katika serikali kuu <tiple> na kwa hiyo iwapo KEMSA inafanya kazi na inasambaza madawa, madawa yatakuwa kule. Na kwa hiyo ni kusema nini? Wa, ile ile SHA ambaye alileta na akaongeza ushuru, watu walitarajia afadhali tungeendelea na ule ule mfumo, kwa sababu ulikuwa na fanda ambayo ilikuwa inaendelea, lakini mjaribu kufanya marekebisho ambayo yako. Ukiangalia mambo ya nyumba watu walimuuliza, nakumbuka, mpaka wakati wa public participation, mzee mmoja kwa hasira akiuliza nani hana kwao? mm -hmm. na mpaka sasa hii watu wanauliza nani hana kwao, kwa sababu Wakenya ingawa kuna shida ya manyumba, sijasema kwamba haiko, lakini haiko kila mahali. Umeenda umejenga Murang'a, Murang'a watu wanaishi katika mashamba yao. mm -hmm. Umeenda umechukua shamba ambalo ilifaa kujengwa university, umeweka affordable housing. Nani ataishi kule? Bei ya nyumba yako ni 3 million one bedroom. Same na vile ambazo zinatoka kwa other developers. Nani ataishi katika manyumba yale? Zile pesa ni nyingi sana ile ushuru ambayo tunachukua kila mwaka ya housing uh, levy ambayo tunapeleka katika manyumba ambayo ninashuku ya kwamba yataishia tu kwa majengo ambayo hayatakuwa na Wakenya ambao wanaishi pale. Mm -hmm. Tumeona mm ya kwamba watu wanafanya miradi katika taifa la Kenya lakini wapata haimsaidii mwananchi yote. mm-hmm. Unaweza ukajenga jumba lina manyumba karibu elfu mia zenye utataka, lakini hakuna mkenya anataka kuishi pale kwa sababu hawezi afford na haiendani na vile anataka. Lakini we ukisema kwamba haimsaidii, kuna yule mjenzi, kuna yule kubeba mchanga, kuna yule wa kukoroga smiti anakuambia kwa hivi sasa na muda wa mwaka mmoja, yeah. at least mimi nina kazi na serikali pia inasema kwamba imecreate job opportunities kwa unskilled labor. Nikuulize, hiyo ina tofauti gani na hii empowerment ambayo anafanya ya kukash pesa? Mm -hmm. Iwapo hiyo project haitasaidia Mkenya kama tu ni ya kwenda kupatia fundi pesa, no. Kama ni ya kupatia tu Mkenya pesa ni tofauti gani na ile project ambayo Kindiki anafanya kila siku akienda kupatia vijana vitu ya smoki kule mashinani. Mm -hmm. Mradi wowote ambao serikali wanaweka pesa lazima iwe na long term benefits kwa mkenya wa kawaida, kwa sababu pesa nazo lazima, kama tu biashara. Iwapo tu kazi yako itakuwa kutupa pesa, kutupa pesa mm -hmm. biashara itaanguka mm -hmm. Na kwa hiyo iwapo tu wanafanya kwa sababu ya kazi ya mwaka mmoja kwa sababu ya fundi mm -hmm. kwa sababu ya kazi ya mwaka mmoja kwa, uh, kwa, kwa kijana mm -hmm. itafanyikaje wakati ule kijana ama huo mradi ukiisha, ule kijana ataenda wapi? Atarudi pale pale kwa kukosa kazi. Mm -hmm. Zile pesa ambazo zimeingia pale za simiti na za nini na nini hazijarudi kwa ekonomi kusaidia Mkenya wa kawaida. Kwa hiyo manyumba haikuwa prioriti ya Mkenya, na ndiposa mpaka leo hii miaka miwili baadaye Wakenya bado wanatoa wanatia dosari katika mradi ule. Mambo mengine ambayo serikali yanafanya, for example hii mambo ya nyota na sijui watafunzwa na nani tumekuwa na ile ambayo walileta Hustlers Fund. Hustlers Fund. Mm, ambayo walileta immediately walipoingia ilikuwa walileta walipoingia ilikuwa inaitwa Hustlers Fund ambayo sasa hivi wamejaribu kuitetea, wanaitetea, wanasema kwamba hakuna ufisadi unaendelea, lakini kulingana na yule anaitwa ule anaitwa ule auditor general anasema kwamba wanakisia zaidi ya bilioni sita zimepotea katika ule mradi mm, lakini serikali badala ya kusema tutachunguza, wanakimbia kusema hazijapotea. Hustler Fund leo hii kule Njoro ninakotoka. Sijawahi pata mtu ambaye ameweka biashara na Hustler Fund. Walikuwa wanapata ile 500 wanakula. Saa hiyo nyota ndivyo tu itafanyika. Kwa sababu wewe umeleta mkopo wa shilingi ama grant, haijalishi kama watarudisha ama watarudisha, utaleta grant elfu hamsini kwa kijana. Ule kijana hana nyumba. Ule kijana unapatia hajala. Ule kijana hana mavazi. Ujea kwamba instincts za kwanza za mwananchi akipata pesa kama ananjaa ni kukula na kwa hiyo hata hii nyota fund ambayo wameleta kwa mtu ambaye ana njaa, kitu cha kwanza atafanya akipata 50,000 ni kukula. Niliona akiwaonya vijana dhidi ya starehe na nasa kwa kutumia ile nyota fund, lakini nashuku vijana wataenda kukula kwa sababu hawana chakula. Kwa hivyo niseme tu kwa ku, kwa, kwa muhtasari ya kwamba Rais Ruto mwanguko wake mkubwa ni kwamba hakusoma mahali tulipokuwa kama taifa alipochukua uongozi, tulikuwa katika hali mbaya, semi ilikuwa nzuri. Siko hapa kutetea serikali. mm -hmm. Haikuwa hali nzuri, tulihitaji mtu ambaye angekuja na amakinike kwa kiasi, aseme kwamba tuko katika hali mbaya, tuko katika hali ya madeni, walikimbia mm -hmm. na mambo ya madeni sana, lakini tukiingia deni ilikuwa trilioni 9, sasa hizi ni 12 mm na -hmm. Uh, po, po, pole pole, labda kwa Jervas Jervas, uh, kama umeweza kumsikia uh, John Kamau, je unahisi kwamba hii miradi yote labda imeweza kuleta na serikali ni miradi ambayo haistahili kwa hivi sasa, kulingana na ile hali ya kiuchumi ambayo taifa la Kenya iko nayo. Lulu, inategemea pakubwa, kwa sababu katika masuala ya udodoso na udadisi inategemea na lenzi ambayo mtu amevaa. Unajua kuna zile lenzi ambazo ni hilo unaitizama, eh, lenzi mbonyeo <laughs> lenzi mbinuko hmm, na huwa wakati mwingi inatege, inachangia jinsi ambavyo mtu ana mwelekeo ama mtazamo wa jambo fulani. Ukiangalia baadhi ya masuala ambayo kakangu ameweza kuyataja, tujue kwamba kwanza, serikali haistahili kuajiri kila mtu na haiwezi kote duniani, lakini inastahili kuboresha maisha. Uh, maisha na katika kimombo ile ambayo tunaita ease of doing business ili kwamba wanabiashara ama sekta binafsi ziweze kunawiri, ili kwamba wanabiashara wakinawiri wataweza kuajiri watu wengi kadhalika. Saa hizi ukienda katika maduka yanayouza bidhaa kama simiti, chuma, kadhalika watakuambia mm -hmm. kwamba wanafaidika na maswala ya uh, nyumba za bei nafuu mm -hmm. ukienda kwa wale watu ambao wanajenga wajenzi mm -hmm. watu ambao wamechora michoro hiyo watakuambia kwamba imesaidia inaweza kuwa kwamba mimi Javas hapa kwenye studio sijasaidika na affordable housing mm. kuna wakenya, ni wakenya ni wananchi wa kawaida, ni ni kawaida ambao wamefaidika kuna mama ambaye pale anauza vyakula iwe ni uji iwe ni gidheri kadhalika anaweza kupeleka mtoto wake shule mm -hmm. pengine alikuwa kiuza chang'aa ameacha kuuza chang'aa anaweza anapika gidheri na uji aeze kuuza na ku John amesema na... ni ya msimu tu hiyo, ndio hata maembe ni ya msimu mm -hmm. Kwa kawaida hata avokado hata mahindi yakikuzwa nakuzwa ni ya msimu, jambo ambalo inafaa ina pia tuweze, katika ule umakini wetu tuseme, kwamba kweli hatua fulani ambayo imechukuliwa na, na serikali ni hatua ambayo ni endelevu na itasaidia kwa kiwango fulani mm -hmm. Miaka ya themanini pale ambapo Nyayo stadium ilikuwa inajengwa, mm -hmm. Hatukuwa na wanariadha wengi, watu wangesema kwamba je, unatujengea una stadium ya nini ile hali tufanyie nini, nini? lakini tumeangalia imesaidia. Ukiangalia mpaka Kasarani kwa miaka hadi sasa kujenga uh, uga kama Watalanta, tunaweza kuwa na mtazamo kwamba pengine haifai ama pengine vile anavyosema kwamba ni priority ambayo iko wrong Je, tukiangalia kwa mtazamo tu ambao ni kamilifu na wa kweli, tunaweza sema kwamba uga huo haustahili kujengwa. Pili, kuna hii barabara kwa mfano ya kutoka Rironi kuelekea hadi Mau. Ukiangalia kila siku katika habari hapa tunaona kuwa Wakenya wamelala hapo takriban masaa ishirini na manne kwa sababu ya msongamano. Je, swala la miundombinu ya kupanua barabara hiyo Je, tunaweza sema kwamba uh, hakuna maono hapo? Unaona, ndipo anasema kwamba pia tuweze kuchochea sera ambazo zinapeleka nchi mbele. Tuseme kwamba hapa kweli serikali imeweza kufaulu, kwa, kwa sababu watu ambao wanaenda ambao wanadala katika njia hiyo masaa ishirini na manne mm -hmm. Pengine kuna mtoto mdogo kuna watu kuna watu watu ambao walikuwa wanaenda shughuli ya kazi, kuna watu ambao pengine walikuwa wanaenda matanga, tumeona wakihojiwa mm -hmm na wanapendua safari hata wengine wanaanza kurudi. mm -hmm. kuna mtu pengine alikuwa anaumwa anatoka kule akirudi na, akuja Nairobi katika kashughuli ya kwenda kuona daktari. mm -hmm. tuweze kusema kwamba kweli upanuzi wa barabara hiyo ni bora. mm -hmm. kwa hivyo nasema kwamba kuna masuala ambayo tusije tukawa Wakenya ambao pia kila kitu tuna kashifu na kulaani. mm -hmm. bila kusema kwamba hapa kweli pamenufaika pame mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu vilokuwa tunasema katika kipindi cha Mapumziko mafupi. mm -hmm. Kulikuwa na vilio hapa nchini kwamba gharama ya maisha iko juu, bei ya unga, bei ya vyakula ilifika hadi mia mbili. Ilifika hadi mia mbili. Sasa hizi Lulu Rabuka ametusaidia na sasa hivi gharama hiyo ya pakiti ya unga imeenda chini. Sasa hizi gharama ndio ya maisha haipo juu sana haipo, haipo, haipo chini sana jinsi ambavyo pengine Wakenya wanavyokusudia lakini haiko pale ambapo ilikuwa miaka mm -hmm. miwili unusu iliyopita mm -hmm. Tunasema kwamba uongozi wa serikali umesaidia jambo mm -hmm. lingine. Maswala ya amani, ndipo kuna changamoto, kwa mfano ya maswala ya usalama, na tumeona kwamba kipindi cha miezi michache iliyopita uh, Kabinet Secretary Kipchumba Murkomen ameweza kuzungua katika kaunti zote katika jukwaa la usalama kuweza kujadiliana na wananchi pamoja na vitengo mbalimbali vya mbali usalama. Ukienda katika nchi tofauti, iwe ni nchi jirani zetu, hapa hali ya usalama ambayo tunayo hapa hawana mm -hmm. ndio tunataka tuboreshe, lakini hatuko pabaya kama mataifa jirani. Kwa hivyo tuweza kusema kwamba hatuko pale ambapo tunastahili kuwa, lakini tumepiga hatua, tumesonga vizuri. Ni kama umevaa sokisi unaweza ivuta ifikie kwenye goti ikiteremka chini, ama umevaa suruali. Ukivaa suruali, lazima utaweza kuisongesha ufunge mshipi kadhalika. Usipoivuta juu, haitakuja kwenye kiuno. Kwa hivyo, ni lazima iwe ni jitihada yetu mm -hmm. kwamba tutafanya nini? Kwanza, kuwachagua viongozi ambao wanatufaa viongozi ambao wamemakinika na wanataka kuwajibika mm -hmm. na pia tuhakikishe kwamba sisi wenyewe tuko tayari kuwajibika. Kwa hivyo unasema mgala muue na haki yake, pia Mungu haki lazima tu tumpe mm -hmm. Mgala na siyo lazima hata tumuue. <laughs> Lakini kama ni lazima auawe auawe, lakini haki yake ape na mtazamaji. Lakini yote tisa kumi, ni kwamba swala la uchumi pia limeonekana kujitokeza, mtazamaji, hali mbaya ya uchumi. Lakini je, uh, wakati tunaporudi tutamuuliza bwana Martin Chomba iwapo, uh, uchumi kitandawili hiki kimeweza kuteguliwa, ama natarajia kiweze kuteguliwa siku hii ya leo mwendo wa saa nne ni unusu. Mtazamaji, napumzika kidogo, mengi ni baada ya muda usioko mrefu.